Ilajul hashafati hii ndiyo la mwanzo, fil farji, katika utupu ukaingiza. Hata wanazuoni katika mukaddimatul hadharami wanaeleza hata ikiwa kibige, yani mtu kile kichwa chake kikakatika. Maana huwa vijana wanajiuliza, je, mtu kikatika kile kikakatika cha mbele inakuaje? Mzima wewe unakuwa mtu ndiyo, ila imekatika, inakuaje? Mwenyezi Mungu ndo ataitengeneza. si hatujui, usituulize swali hilo, hata mwenyewe sijui.

Tadafuku, au yatadaffuq. Tunaposema manii ni nini? Manii ni maji meupe yaliyo mazito, utokaji wake unatoka kwa kuchupa. Na manii ni najisi ya kitoka, ndiyo najisi kama hajatoka siyo najisi. Wewe hapo ulipo kila mtu manii zake anazo, anatembea nazo, ila sio najisi. Zikitoka tu ndo unajisi unaanza hapo. Ndo maana mtunzi wa kitabu akasema khurujul mani, akusema dukhulu lmanii, aa khurujul mani, kutokwa na manii ima kwa kuhisi unafanya tendo zikatoka na pia katika vitu venye kuharibu funga eh? Eh, kutoka na manii pia, wazee wa kutumia sabuni eh, masturbation. Ukifanya masturbation mchana wa Ramadhani, funga huna, na dhambi unazo. Kwa hiyo manii kitoka, jukumu lako kuoga, na utokaji wa manii kwa mwanamume hata mwanamke huruju almanii na hukumu ya manii ni, ni nini kisheria twaharatun manii ni twahara kama hayajatoka. Hayajatoka, narudia eh? tena apo sio, kasema bana ustadhi kasema twahara sasa. tutakorogea chai manii? Wewe mambo gani? Haifai. Manii twahara kama haijatoka, unatembea nayo, ikitoka najis. Tumeelewana hapo eh? Hiyo ndiyo manii wal haidhi na damu ya haidhi, masika haidhi, pia ikitoka mwanamama anatakiwa aoge, anatakiwa mwanamama aoge, mwanababa anatakiwa pia aoge. Sisi watu wa kadhiria, ndivyo tulivyoelekezwa na mashehe zetu. Muridi yeyote haruhusiwi kulala na janaba, muridi yeyote haruhusiwi kulala na janaba. Muridi sisi watu wa muridi, hey, usilale na janaba. Sijajua hikma gani Sheikh Muhammad Nasr al Qadiri na wenzake walitumia lugha hii, kwa kila muridi kujiepusha kutolala na janaba i hey, kwa mimi mtazamo wangu mfupi, kuna vitu huwa vinapungua kweli. Hadithi hipo alikuwa mtume Muhammad saw sallam, inampitikia ye mtume, sio wewe. Riwaya zimeelezwa ye mtume ilikuwa inampitikia. Wewe unaweza ukaoga kwa wakati, usilale na janaba. Kwa sababu hekima ya pili kulala na janaba, sheitani anakuwa karibu Eh, shetani anakuwa karibu kukuchezea, chezea. Kwa hiyo tujiepushe sana kulala na janaba. Walhaidhu hedhi mwanamama, ikimtokea hedhi basi anatakiwa kuoga pale, sio aoge ile siku ya mwisho a a, huwa wenyewe wanavyo vifaa vyao ana, anaizuia ile damu, kile kifaa kinatupwa. Eh, zamani wazee wetu hasa mama zetu walikuwa wanatumia matambaa, lakini sasa hivi usasa umeendelea kuna pedi, kina dada wanatumia pedi zile kwa lengo la kujizuilia Alhaif hevi huwa damu alkhariju aqiba alwiladati ni damu yenye kutoka. Hedhi ni damu ambayo ya kila siku afwan, hedhi ni damu ya kila siku inamtokea mwanamama kwa mwezi mara moja. Na mwanamama akikosa hii, wapo ambao kwamba wanachanganyikiwa, lakini siku hizi usasa umekuja kutobolewa, kuwekwa vijiti eh, kula sijui vidonge kama daktari akathibitisha vidonge vina madhara haram, wallahu aalam. Kama daktari akathibitisha mwanamama akitumia vidonge anapata madhara, itakuwa ni haramu kwa hadithi ya Mtume Muhammad, la dharara wala dhirara an-nifasu. Nifasi ni nini? Huwa damu lkhariju aqiba lwiladati, ambayo nilitanguliza mwanzo eh. ni damu yenye kumtoka mwanamama mwishoni mwa kujifungua eh, mwanamama akishajifungua. Maana hapa kuna nifasi na wilada. Nifasi inatoka mwishoni, mwanamama akishajifungua

Nifasi hapa tuweke kidogo vizuri. Huwa wake zetu wakijifungua wanakaa nyumbani kwa masiku arobaini. Damu ya nifasi, wanazuoni wanaeleza eh, mara chache yake inakuwa hata siku moja tu, inaweza ikatoka nifasi basi, lakini mtoto wa kiume haupewi mke atakaa kule nyumbani kidonda kipone kweli. Nifasi inaweza ikatokea siku moja tu inayojifungua ikatoka pale pale basi, kwa uchache. Kwa wingi siku arobaini mpaka sitini. Wingi wa nifasi siku arobaini mpaka sitini. Ikiwa arobaini, mwezi mmoja na siku kumi e eh na hevi inategemea maana hapa kuna janga kidogo. Kule kipera kule ilishawahi kutokea, mwalimu fulani wa madrasa alikuwa anafundisha kina mama, aliulizwa swali, vipi mimi mume wangu huyo, mwanamke anasema sio mimi na nukuu, mume wangu mimi ana tabia nikiwa kwenye hedhi, yule bwana anafyonza ile damu, anaweka pembeni, anamong'onyolea tena tuwanapigia swali hilo limeletwa shehe, hukumu yake vipi? Jamani, unashindwa kuvumilia kweli? sijui kapewa fatua huko. Inafaa bwana, damu ya hedhi unaifyonza hiyo? uchafu unaona, unawezaje kwanza fyonza ile, eka pembeni kama vile gari la majitaka linapokuja, unaweka pembeni, kisha unafanya jambo kweli? Fidia yake ipo, Sheikh Rashid atakuja ataelezea. Wao utafanya, hukumu ni haramu tu. lakini tukisema eti ukafanye a a, kweli hadithi, kuna vijana wanaitumia ile hadithi, ipo katika Bulughul Marami na vitabu vinginevyo alikuwa mama Aisha anasema alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akimchezea chezea fauka alizari le juu ya kitovu juu, ku kupanda juu. Mama Aisha anasema hayo. Mtume aliweza, we unawezaje? Na dunia yenyewe sasa hivi ipo ovyo hii, unawezaje wewe? Yani mmekaa wawili ndani we na mkeo na Ramadhani hii na mchezea chezea, kwa sababu Mtume alifika kwenye kitovu, wewe ha! Heba utapata dhambi tu baba, haramu na ukiacha kisheria. Kidaktari wanasema mwanamume mwenye kumfanyia mkewe akiwa kwenye hali ile, kuna hatari ya kibofu cha mkojo kufa, kibofu kinaziba pap. Utaanza kuwekewa mipira na ule mpira katika ajabu au na ganzi ule, labda siku hizi wabadilishi shekhe, unaingizwa mzima mzima ule chwa, utaita mama hadi baba. Sasa unajitesa. So, mwenyewe jamani, haramu mwanamke akiwa kwenye ada yake ukaenda kumwingilia.